Bismillahir Rahmanir Rahim. E, hapa tulipo tuko katika eneo la Shehia Shakani katika Madrasatul Qadiria hii tumepata fursa ya kuja kuwatembelea hawa wanafunzi, lakini tumekuja hapa kwa lengo la kuendeleza ugavi ule wa misahafu na alhamdulillah, kile ambacho kimepatikana tumewakabidhi, na tunaamini kwamba kwa, e, kwa kadri ya hali kitatumika vile ambavyo, e, misahafu hii imekusudiwa kutumika kwa wanafunzi hawa ambao tayari washafikia ili level ya kusoma misahafu. Kuna wengine wanaonekana kwamba ni wadogo, bado wako katika sura za chini, lakini naamini wako ambao kidogo hizo zao zimekwenda na wanaweza kutumia misahafu na kufaidika nayo kwa insha Allah. E, tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tupe taufiki, e, kuweza kukisimamia kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kukisomesha na vile vile kukifikisha kwa walengwa. Nafikiri hili ndio lengo kubwa, e, kwamba hii misahafu imekuja iwafike, e, watu na waweze kuitumia. Kwa hiyo inshaallah, Mwenyezi Mungu ajalie kwamba eh, misafu hii kama Mwenyezi Mungu alivyokusudia kwa nidira kwetu, basi iwe ni vile vile nidira kwa Waislamu na iwe ndio mwongozo wetu ambao tunautumia katika maisha yetu ya kila siku. Madrasa hii kwa kweli, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu hapa hatua wameweza kidogo kusimamisha jengo japokuwa ni nusu e, ambalo hata halina mafeni, lakini alhamdulillah watu angalau wanapata stara hapa ya kusoma na eneo hili ambalo linaonekana tupu hili la mbele vile vile ni eneo la madrasa vile vile lakini, bado hawakupata e, ufadhili na mtu ambaye anaweza kujitoa e, katika njia za Mwenyezi Mungu kuweza kuendeleza eneo hili. Kwa kwa hiyo kwanza e, tunaomba Waislamu ambao watakokuwa na uwezo basi e, kwa namna moja wa au nyingine wasaidie katika mambo haya ya kheri, kwani hii inakuwa ni sadaka tunjaria yao na watakwenda kuikuta mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa Taala. Nasallallahu wa taala yajaalana min alladhina Hey, awali ya yote kwanza tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia kuwepo hapa, lakini pia kupata ndugu zetu kwa ajili ya kuja kututembelea pamoja na kutupa msaada alhamdulillahi. Nashukuru kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana pamoja na wale ambao waliosimamia misaada hii ambao ni wananchi wa Kuwait. Katika hili hatuna cha kuwalipa isipokuwa esipokuwa Allah Subhanahu wa ta'ala ndio atakawalipa kheri, na inshallah wazidishie kheri. Lakini nadhani hii isiwe mwisho kuweza kupita katika sehemu kama hizi na kuweza kuona mandhari zinavyoendelea, kwa sababu alhamdulillah, ndo kama hivi tupo tunajitahidi kuanzisha juu ya udhaifu wetu, lakini lazima sehemu zenye Waislamu tuweze kuanzisha sehemu kwa ajili ya kuwapatia elimu. Na alhamdulillah Almarjasatul Qadiria Islamia Shakani Minazimikinda, tupo tumeanza hili na inshallah Mwenyezi Mungu atupe nguvu tuweze kuliongoza hili tufike salama inshallah. Uh, nadhani alhamdulillah hakuna kinachotosheleza, lakini ukipata mtu akikushika mkono ala kukuonyesha njia ya kwamba piteni hapa basi, alhamdulillah. Kwa hiyo kubwa, natoa wito kwa wazazi tuweze zaidi kushirikiana katika hili na kushikamana, kama tunavyojaribu kushikamana katika hali tofauti tofauti. Basi na katika hili swala so zima la elimu, basi tushirikiane tuweze kuangalia vipi, tunawaona walimu tunawaunga mkono, na wao jitihada zetu za wazazi ndizo zitakazoonesha, na wale ambao waliokuwepo mbali na sehemu kama hizi kuweza kuona vipi na wao nguvu zao wataziingiza katika kusaidia, kwa sababu kusaidia lazima uonekane mwanzo. Alhamdulillah sisi tupo hapa, tumepata eneo letu kama linavyoonekana kwa ajili ya madrasa, lipo katika hatua hii, lakini pia tuna nyumba ya walimu kule. Tuko tayari kuweza ku, kuendelea kupokea misaada mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali na tunaishukuru serikali yetu uh, ikiwa ipo katika mistari ya mbele, kwa sababu tukiangalia taasisi hii ipo katika mikono ya serikali, lakini wanasimamia zaidi mambo ya dini. Kwa hiyo kwa kutuona hasa kama sisi tulioko kwa sehemu kama hizi, bila shaka wako tayari kulishughulikia hili kubwa zaidi, na sisi tuwe tayari kuunga mkono kufuata maelekezo yao ambayo yanatusaidia kuweza kutuelekea hususan katika kuelekea kwenye masuala ya usalama uh, kwa sababu bila ya usalama hakuna chochote kitakachoendelea. Kwa hiyo kama walimu tuko tayari kupokea maelekezo tofauti tofauti, kuzidi kuona kwamba Uislamu wetu unataka amani, na sisi lazima tushikamane katika masuala mazima ya amani. Ni kitu ambacho tunatakikana tuwe na misimamo mizuri ya kuweza kuona amani inapatikana, kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi na ndani ya uchaguzi, alimradi tuweze kuona kwamba watoto wetu wanakaa kwa amani, kina mama wanakaa kwa amani, ili tuweze mambo mengine kufikia katika malengo yetu. Inshallah Mwenyezi Mungu awalipe heri hao wote ambao walioshiriki katika jambo hili. Lakini pamoja na familia kwa jumla miongoni mwa wazazi waliokubali watoto wao kuelekea katika kupatiwa salazima la elimu kwa kwa sababu hili nalo pia bila wazazi kuwa tayari tutakuwa hatuwezi kufika. Natoa wito kwa wazazi waendelee kuasimamia watoto wao vizuri, na washikamane na walimu kuweza kuona wanayapokea yale ambayo maelekezo yanotoka kwa ajili ya kufika katika malengo insha Allah, Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri sisi tuliokuwepo hapa na wale wote waliokuwepo katika mashikamano katika jambo ya kheri. Mwenyezi Mungu atulipe kheri, insha Allah.